Mheshimiwa Rais Magufuli nataka wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wanufaike na uongozi wake. Kutokana na hilo tunalazimika kila kunapokucha kufikiria kila aina ya makundi kuyafikia na kuyapatia huduma. Nafahamu katika mkoa wetu tunao wananchi waliopata ajali na wengine wakavunjika miguu. Lakini hata pesa kupata miguu ya bandia kwao imekuwa ni gharama kubwa, na wengine wamekuwa ni watumishi wa serikali, wengine wamefanya kazi kwa uaminifu na uadilifu kulifanya taifa hili liwe hapa lilipofika, lakini napokuja gharama ya kupata miguu yao ya ya bandia ili waweze kuachana na magongo inakuwa ni moja ya changamoto kubwa. Kutokana na sababu hizo na nyingine za kibinadamu, niliona vyema nifikiri pia nafanyaje kusaidia wananchi wanaokaa katika mkoa wa Dar es Salaam ambao hawana uwezo wa kununua miguu ya bandia ambayo ni ya gharama kubwa sana ina wao waweze kupata miguu hii waweze kuendelea na shughuli zao. Nimefanikiwa na namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata wadau ambao wamenipatia huduma ya wananchi wasiopungua mia mbili kwa awamu ya kwanza ambapo watapatiwa huduma ya miguu ya bandia na kuweza kutupa magongo yao na kurejea katika shughuli zao. Miguu ni ya gharama sana, mguu mmoja unachukua milioni tatu. Sasa ukiangalia kwa miguu mia mbili kwa watu mia mbili ambao wakati mwingine wanaweza wakawa ni miguu yote miwili haifanyi kazi, gharama yake ni zaidi ya milioni 800. Naomba wananchi wa mkoa wangu wa Dar es Salaam wenye mahitaji na wenye kila sababu ya kuona umuhimu wa kutumia fursa hii, ifikapo siku ya Jumatatu ya wiki ijayo, ninatoa siku mbili ambapo wataalamu wa upimaji wa miguu watakuwepo ofisini kwangu kwa ajili ya kuwapima wananchi wangu ambao wana mahitaji hayo. Wataalamu hao watachukua vipimo na kuanza kuwatengenezea miguu kulingana na mahitaji, kwa sababu hatuwezi kutengeneza miguu ili mtu aje alijaribishie wakati hajapimwa. Nimeona ni vyema wapimwe, ili waweze kupatiwa hiyo miguu na iwasaidie kuweza kutumia katika matumizi yao. Twatamani warudi tena na siku moja wamshukuru Rais Magufuli kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuhudumia wananchi wote, hasa wanyonge na maskini walioko ndani ya nchi yetu. Kwa ni fursa nyingine kwetu, karibuni siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne. Najua inawezekana wahitaji akawa ni makubwa lakini kwa sasa ninao uwezo wa kuhudumia watu mia mbili. Na baada ya pale nitaomba tena, tunaweza tukaenda na fezi ya kwanza tukaenda fezi ya pili. Lakini tunahitaji hawa watu wasiopungua mia mbili waweze kupata hii huduma ambao hawakuwa na uwezo wa kununua miguu hii ambayo nimesema. Na hapa nimekuja nao kama mfano, tuna miguu ambao ni mmoja uliokamilika. Maana yake ni mguu kamili. Unaweza kutoka kwenye kiungo kimoja kuja mpaka huku chini, na kwa aina ya miguu hii na matirio ambayo tunayo, ni kwamba tuna uhakika mtu anaweza akavaa akavaa kama ni jinsi yake, akavaa kama ni suwali yake, na akavaa na kiatu na akatembea. Lakini pia tunao mguu mfupi ambao huu unaunganishwa kwenye goti kwa nyingine, goti kwa lugha nyingine ni kama unakuwa chini ya goti kwa mtu mwingine ambaye atakuwa sio mguu mzima, maana yake sio sehemu mpaka ya paja inaanzia kwenye goti maana yake nayo pia itatengenezwa itakaweza kumfaa na hatimaye kuweza kutupa magongo na kuitumia hii miguu kwa kadiri ambavyo Mungu anatuwezesha. Nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, nawashukuru pia waandishi wa habari. Naamini taarifa hizi zitasaidia kuafikia hasa wale wenye uhitaji ambao walishindwa kupata miguu hii kwa gharama kubwa iliyokuwepo. Lakini sasa wataipata miguu hii bure kwenye ofisi ya serikali ya mkoa wa Dar es Salaam chini ya mkuu wenu wa mkoa Paul Makonda. Asanteni.